Kwa Bi Cliseda Sikapizye mkazi wa kijiji cha Makamba, wilaya ya Momba, mkoa ni Songwe. Yeye ni mama wa watoto sita, kati yao watatu ni watoto wenye ulemavu, yaani hawasikii, hawatembei wala kuongea, na amekuwa kiishi katika nyumba hii yeye pamoja na familia yake. Nilizaa mtoto wa kwanza akawa mlemavu, nikamzaa mtoto wa pili akawa mlemavu nikazaa mtoto watatu akawa na tatizo hilo hilo. Yule ana umuri wa miaka kumi na miaka mnya, ishirini mkubwa umuri wa miaka ishirini yule yuko kumi na saba wa kwanza ajatembea kabisa, ila alikuwa mzima tu akiafya, atatembea. Wa pili alikuwa anatembea kabisa, akiwa na umri wa miaka miaka mitano akaanza miguu hii, naye alikuwa anatembelea hivi hivi baadaye akazidiwa, akakaa chini. Na huyu hapa watatu, naye akaanza hivyo hivyo, akawa anatembea kabisa, akifikisha miaka mitano naye akakaa chini. Naenda kwenye vibarua wanavyofyeka, sijui anasema mipunga, kupandikiza mipunga shambani, kwenyewe kwenda siwezi, ila nalazimisha, nitafanyeje? Mpaka watoto wangu wale. Kwa hiyo naenda tu kujikaza hivyo hivyo, nawatelekeza kwa kwenda kutafuta chakula cha watoto, nikishinda hapa awapati chakula babake, naye hana kazi yoyote, naye anaangaika kama mimi hapa, naye anatoka. Tukipata hela ya mboga ni hivyo hivyo, naye anaenda polini kama mimi. Tunaasiliana tu kama kwa mazingira ambao nimekaa nao mpaka wamekua, kwa hiyo nawasikiliza kwa ishara. Kwanza baada ya kupata watoto walemavu, huyu mke wangu alitaka wa ku..., kwamba mimi siwezi kuishi hapa, jitete niyo nazaa tu watoto walemavu, lakini mimi niamua kumfata, kwa tunawalea watoto hivyo hivyo. Mama huyu anadai amefanya juhudi mbalimbali mbali ikiwemo kwenda hospitali. Nimezunguka mpaka nimezunguka, hawana tatizo lolote hospitalini. Kwa hiyo watoto ni ugonjwa tu umewakuta hivyo hivyo, na mimi sijaelewa. Changamoto ya malezi na ugumu wa maisha umewafanya watoto hawa kukosa haki yao ya msingi ya kupata elimu, jambo ambalo limesababisha maumivu kwa sehemu ya maisha katika familia hii. Kinachoniumiza mimi kwa familia yangu, watoto hawa wangekuwa kabisa wao wazima, familia tatu, wangekuwa wanaenda wapi kazi zao, hata nyumba wangenijengea, kama mimi sina nguvu. Kinaniumiza sana. Mimi na mke wangu hatujawahi kata tamaa, tunaendelea kuvumilia mpaka pale ambapo Mwenyezi Mungu atakapokuja kuwachukua. Upendo wa mama. Mimi tumaini yangu nikiwatafutia chakula wakila, napata tumaini kwamba tayari wanangu wameshafanya nini, wamekula, na nawaogesha, wanalala kwenye kanyumba kama haka hapo, kwa sababu watoto nao wana, wana ucheshi wa kunifariji mimi, wakinikuta ambapo natoka wananipungia mikono. Wakati familia hii ikipitia changamoto hizo, taasisi ya Nishike Mkono Itabasamu inaongeza matumaini kwa mama huyu na watoto wake ni mama ambaye alikuwa anaishi nyumba yenye chumba na sebule, usiku ni chumba, mchana ni sebule. Tukaenda kuwashirikisha wenzetu, tukachanga michango, tukaweza kumjengea nyumba huyu mama, nyumba hiyo yenye vyumba viwili na sebule. Nikiangalia nyumba hafu, anakaa na watoto sita, kwa kweli naumiza sana. Basi hakuna namna. Watoto walikuwa wanalala hapa sebuleni, mimi nawaruka watoto naenda kulala chumbani, naamka kule chumbani na kuja kuwakuta watoto wangu hapa, natoka nje ninaona yani niko kwa furaha kubwa sana kama wenzangu walivyo na familia yangu wameshaitunza. Joyce Lyanda, Habari Weekend, Momba.